Bwana Yesu Kristo azifiwe. Biblia inaongea kuhusu laana, laana mbazo siku juu ya mwanadamu. Hizo laana zinatokana na nini? Kama vile unajua, Mungu aliumba mwanadamu wa kwanza, Adamu na mke wake anaitwa Eve, na akawapatia sheria moja ya kwamba kuna matunda ya mti mmoja wa kutofautisha wema na ubaya aliwaambia au aliwaamrisha wazikule matunda hayo kwa sababu ile siku watakayokula matunda hayo watakufa. Na wao walienda na wakala matunda hayo baada ya kudanganywa na Shetani. Na kwa hivyo, hii hali ya kula matunda kinyume na mapenzi ya Mungu inaitwa dhambi. Kwa hivyo, walitenda dhambi nao wa Mungu, kwa sababu ya dhambi zao akapatia ghadhabu yake, na hii ghadhabu ndiyo inaitwa laana. Ghadhabu ambazo Adam na mke wake hivyo walipata ni kwanza, walikufa kiroho, roho wa Mungu alitoka ndani yao, ikawa sasa hawana uhungu ndani yao. Laana ya pili ni kwamba magonjwa na maradhi yalianza kuwapata, ikawa anakonjeka. Laana ya tatu ni kwamba walikuwa sasa wamekuwa na umaskini na uvukara. Walikuwa lazima watafute chakula kwa njia ya kutoa jasho, na hizo zote ni laana, na hizo laana zinatokana na dhambi. Kwa hivyo kama hakukuwa na sheria ya kwamba wasikule matunda hayo ya mti mmoja, hawangetenda dhambi, na kama hakungekuwa na dhambi au kutenda dhambi anguke kuwa na laana. Kwa hivyo pia tunaona kwamba wana wa Israeli pia walipatiwa eh, sheria na Mungu. Sheria zinaandikwa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati eh, fungu la ishirini na nane kuanzia mstari wa kwanza hadi kumi na nne inaongea kuhusu baraka ambazo Mungu alikuwa anataka kuwapatia wana wa Israeli kama wangemtii. Lakini kutoka eh, mstari wa kumi na tano kuendelea inaongea kuhusu laana ambazo wangezipata. Kwa hivyo sasa, tunaona kwamba kama wangetii sheria za Mungu, hawangekuwa wametenda dhambi. Na kama hawakuwa wametenda dhambi, hangekuwa na e, laana. Laana ambazo ni kama zile za Adam na Hawa. Kwa hivyo hiyo hali ya kupatiwa sheria ufuate, ukikosa upate e, laana kimomba inaitwa The law of sin and death, yani sheria ya e, dhambi na mauti, sheria ambayo dhambi inaleta mauti. Tunaona kwamba Yesu Kristo alipokuja alitimiza sheria zote za Mungu, alimfanya mapenzi ya Mungu hadi kifo, kifo chake cha kimwili mpaka huko msarabani, na kwa sababu alitii sheria zote aliweza kuondoa sheria hizo zote na akawa ndio mwisho wa sheria. Sheria zilitandikwa msalabani pamoja na yeye na zikawa ni kwa kimombo obsolete, zikawa sasa hazina maana tena. Na Yesu Kristo alikuja na sheria ingine inaitwa eh, neema. Kwa kimombo inaitwa kwamba ni the the law of the spirit of spirit life in Christ Jesus, yani sheria ya roho wa Mungu aliye ndani ya Kristo Yesu. Hiyo sheria inaleta baraka, ni neema ya Mungu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, ambayo inapatia baraka. Kwa hivyo, laana inatokana na sheria, lakini kwa sababu sheria iliondolewa tukawa na neema, sasa hakuna e, laana tena. Damu ya Yesu Kristo ndiyo ilisababisha wanadamu kuondolewa laana zote, na kwa sababu laana zote ziliondolewa mwanadamu hayuko tena e, na dhambi kai tena katika dhambi. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo alikuja kutuondolea dhambi na ndani yake hakuna dhambi. Kwa hivyo kupitia damu yake tuliondolewa dhambi zetu na laana zote zikavutulwa mbali na sheria ikaondolewa. Sasa tuko wakati wa nehema kupitia imani ndani yake Yesu Kristo, kwa hivyo hakuna laana tena, laana inaisha. Tunajua kwamba mwanadamu alikuwa na mwili ambao ni wa dhambi, maisha yake, asili yake ilikuwa ni ya dhambi, lakini Yesu Kristo alipokuja na kafa msarabani kwa sababu ya dhambi za wanadamu alitupatia eh, eh, ali haliingine, tukawa sasa tuko na asili ya eh, kehungu, tuko na ile kuna uhungu ndani yetu, hatuwezi kutenda dhambi tena, kuendelea kutenda dhambi hatuwezi, hatuwezi kukaa kukaa katika laana, kukaa tukiwa tumelaaniwa, yaani magonjwa na maradhi, umaskini na ufukara, kufa kiroho. Yesu Kristo aliondoa, tukawa sasa tuko kama Mungu mwenyewe. Biblia inasema kwamba ana, anae, anayemwamini Yesu Kristo anapewa uwezo wa kupatika, kufanyika mtoto wa Mungu, na meketi huko juu mbinguni pamoja na Yesu Kristo, mkono wa kuume wa ufalme Mungu Baba. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo kama we hujaokoka, nataka nikuambia kwamba Yesu Kristo anakupenda kiasi ya kwamba alijitoa maisha yake akafa msalabani, ndiposa ukimwamini upate uzima wa milele. Bwana akubariki. Amen.